Ni msimu wa sikukuu na Msasani Mall wameweka bonge ya sale kwa ajili ya msimu huu, na Zeze TV tumetembelea hapa kuja kufanya window shopping na shopping. <tune> <Tunoporti biyaki. tune> <mpiliyaki>. <tune> Nilipomalizana na pochi, jicho langu likatoa kwenye kiatu hichi. Kiatu ni style ya wedge, ndio mikato yangu. Unajua, michuchumio sio yangu at least, kinaweza kujinyanyua nikatembelea ya yeah. Kizuri na wana rangi tofauti. Mimi niliona nyeusi ndio chenyewe. Yeah, kina ukubwa fulani hivi, nikasema poa, kirudi tena tujaribisha size inayonifaa. Kasema nilike. Kwenye nguo, walikuwa wameshafungua nguo mpya, jicho langu likanasa kwenye hizi tops. Zinafaa kiofisi, kimtoko, ni yeye tu takavyozivaa. Nilipenda hii sawa, ina pleats hivi, naweza kuvalia na skirt nikachomekea suruali jeans, casual, official. Ni vile tu, tu gani na accessory. Kuna top nyingine inyeupe inye pair up na e nzuri na ina size tofauti. Sikuishia hapo. Kuna hii nyingine ina maua juu floral print. Nzuri sana pia nayo ilinivutia kasema wacha kajaribishe Nilipomaliza hapa, nikashuka zangu chini, kuna duka la <coughs> Women's Secrets, huko wanauza nguo za ndani tu za kulalia, kama hizo inakuwa pajama, wana night dresses ndefu na fupi. Jicho langu lilitua hapa, nikafikiri ni jumpsuit, wakaniambia hapana, hii sio jumpsuit ni beachwear. Kugeuka upande mwingine, nikakutana na vitu vyekundu, mambo ya, ya, ya Valentine Day hayo, lakini unaweza kuvaa siku yoyote, of course. Kaniambia kuna na hiki mm, kaona haya mambo sio yangu ya kudangia haya, lisha kujicheka tu mara nkageuka upande mwingine ngakutana na kitu hizi, nikasema mm, nkasema hicha kuombea ruhusa labda, si unajua mambo yetu yale, siku kitaka nini washia TV zima. Sikuishia hapo, mi huwa napenda sana manukato. Kuna kona yao fulani hivi, duka hili hili, oh, la lifestyle. Hizi natumiaga kwenye gari yangu, natoa harufu nzuri, nikajisevia kuna hizi tena ni marashi mengie ambayo naweka kwenye diffuser nazo nikajisevia. Ni vitu natumiaga mara kwa mara kwa hiyo sipendagi vinaishie kwao, nikatizaga tu Msasani Mall lazima niongeze stock. Wana vitu vingi zaidi ya hizo, wana vitu vyandani, vya ndani vya watoto. Nikaishia hapo kwa leo kutoka duka hili. Baada ya hapo, nkaenda Flama professional makeup. nilikuwa nahitaji eyeliner. Kwenye ile makeup kit yangu makeup bag ilishiwa. Nilikuwa na vitu vingi lakini hii sikuwa nayo, nikasema nipite hapa nipate. Nikaomba wanijaribishe na mimi nipate kaujuzi jinsi gani nitakuja kujipaka nayo. Ni wana wataalamu, wanajua pia makeup, watakuelekeza. Mi nikawa nimejipatia eyeliner yangu, nilipenda na ili nipendeza. Of course nikachungulia na eyeshadows, bado niko kwenye darasa ya kujifunza. Nikiwa fresh nitaenda kui, nitairejea kuichukua. Kapewa vyangu na risiti yangu, hata ukienda usahau risiti yako malizie kwa kinywaji hapa Lounge baada ya window shopping na shopping kidogo nilifanya ndani ya Msasani Mall. Tafadhali subscribe subscbes tv kama inavyoonekana hapo chini tufuate Instagram, Facebook na Twitter kwa jina la 82 Fashions. Tip zaidi pita blog yetu ya 82f. Asante kwa kuangalia cochao.